wa hazina ya kitaifa John Mbadi sasa anasema muda utakaotumika kufikia viwango vya mataifa tajiri zaidi duniani utategemea bidii ya Wakenya. Mbadi anasema kuwa muda wa miaka kumi uliotangazwa na rais William Ruto kufikia malengo hayo unawezekana. Mbadi aidha amesema serikali inalenga kukusanya zaidi ya shilingi bilioni mia sita kutoka kwa uuzaji na ubinafsishaji wa mashirika kadhaa ya serikali. Emmanuel Toa anatufungulia jamvi la Nipashe kwa taarifa hii. Mdahalo kuhusu muda utakaowezesha taifa kufika Singapore uliendelea kufasiriwa zaidi Alhamisi, waziri wa hazina ya kitaifa John Mbadi akiwarushia Wakenya kitendawili hicho. Rais eh, William Ruto kwanza alidokeza kwamba safari hiyo ingechukua miongo mitatu kisha kusema itachukua miaka kumi na hivi karibuni kwamba safari hiyo itakuwa imefikia nusu yake mwaka ujao Waziri huyo akiwataka wakenya kuongeza imani yao kwa serikali huku akimsuta mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro anayedai ni mpanzi sugu wa mbegu za pingamizi. Serikali sasa ikisema inalenga kukusanya takriban shilingi bilioni mia sita kutoka kwa uuzaji wa mashirika ya serikali, ikisema Safaricom na kampuni ya Kenya Pipeline zitaleta nusu ya fedha hizo. We are targeting about 600 billion shillings. Already we have identified over 300 billion shillings from KPC and diversity of Safaricom alone. That will give us close to 350 or at a minimum 300, maybe and 20. Emmanuel Toruninga, Citizen, Nairobi.